Visa card. Visa card kwa wale watumiaji wa, wa Vodacom nifuatilie kwa makini kabisa. hapa Kwanza utapiga menu ya M-Pesa. Ya, utapiga menu ya M-Pesa maana hiyo ni kadi ya malipo. Kwa hiyo unapiga menu ya M-Pesa. unakuja kuchagua namba nne. namba nne. namba nne lipa kwa M-Pesa. Then unakuja namba saba mzigo huo visa visa card baada ya hapo Uh, utachagua namba moja kutengeneza kadi, utachagua namba moja kutengeneza kadi sasa. Mimi nimeshatengeneza kwa hiyo itanikatalia hapo. Ukichagua tu hivi, utaambiwa ombi lako inashughulikiwa utapokea ujumbe mfupi hivi punde. Unaona, mimi hapa juu, eh, inaniambia tayari, tayari una kadi ya Visa, ni kadi yako ya mwaka Oo, kwa mwaka huu. Umeona, kwa mimi tayari nina kadi, kwa sababu sasa ukishabonyeza tu hivyo kwenye moja ya kutengeneza kadi unakuwa tayari umeshatengeneza. Baada ya hapo, unaweka pesa yako kwenye M-pesa, kwenye M-pesa afu unakuja unakuja kuihamisha sasa, unakuja kuihamisha kutoka kwenye M-pesa kuja kwenye Visa card ambapo ndo utakuwa na uwezo wa kufanya malipo eh, kufanya malipo popote pale, kama ni kwenye TikTok, wapi wapi, kuna wako wengi huko TikTok, vitu kama hivyo. Unachagua tena namba saba visa kadi. Unakuja kuchagua namba tatu Namba tatu imeandikwa weka pesa kwenye kadi, weka pesa kwenye kadi. Nachagua hiyo, weka pesa kwenye kadi. Alafu hapa unachagua kiasi. Mfano mimi nichague labda niweke niweke hamsini e, au niweke mia niweke mia kiwango chochote kile ambacho unataka uweke. Inaweka mia hapo. Na kuja confirm password. Na kuja confirm password. Na kuja confirm password password password password password password ukijaza password hapo, hivi ombi lako linashughulikiwa, utapokea ujumbe mfupi hivi punde. Yeah, nadhani unaona hapo hapo juu inaniambia your card has been successfully loaded with, hiyo hapo shilingi mia nishaweka sasa, ukitaka kuangalia um, uh, taarifa zako za kadi. Maana ili uweze kuangalia taarifa zako za kadi ni angalau uwe u umeweka kiasi chochote kwenye kadi ndo utaweza kuangalia kiasi chako, uh, taarifa zako za kadi. Kama kawaida, namba nne namba saba namba saba then unakuja namba ngapi? Unakuja namba mm, unakuja namba tano Itakuonesha visa card, itakuonesha hapa visa card. Utakachokifanya utakopi hizi namba nyingi hizi, hizi namba nyingi unazoziona hizi, utakopi namba nyingi hizi kivyake, alafu utakopi expiring date, expiring date hii, expiring date utakopi, expiring date, expiring date, expiring date. utakopi kivyake ehe, utakuja ukopi na nini tena, utakuja ukopi na hii security code, namba hii utakopi kivyake ya yeah. Kwa kwahiyo baada ya hapo ushakopi unaenda kujaza kule. Nadhani hapo tayari tumeweza kuelewana vizuri sana kwa watumiaji wa Vodacom, hii ni kwa watumiaji wa Vodacom.